Katika sherehe za Idi shehe mkuu wa Tanzania alisisitiza juu ya haki katika uchaguzi wa mwaka 2025. Katika sikukuu ya Pasaka baraza la maaskofu katoliki Tanzania pamoja na maaskofu wengine nchini Tanzania wamesisitiza haki kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025. Katika laini ya simu nimemkaribisha mkurugenzi wa organizesheni mafunzo na uchaguzi Bwana Johni Pambalu kutoka katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Huyu kitaaluma ni mwalimu na katika taaluma yake, nimetaka kusikia ni nadharia zipi ambazo zinaibuka pindi ambapo viongozi wa dini wanajitokeza na kusisitiza haki katika uchaguzi. Tangu wakati wa biashara ya utumwa e, viongozi wa dini walisimama. Hata wakati wa ukoloni viongozi wa dini walisimama. Moja kati ya fakta ya kukomesha biashara ya watumwa na moja kati ya fakta ya kukomesha ukoloni, huwa wanasema evangelical reason ama humanitarian reason. Ukiangalia okay, zile reason ni sababu zilizotokana na viongozi wa dini au wanaopigania haki na usawa katika maeneo yao. E, kama hiyo haitoshi, Afrika ya Kusini ina askofu mashuhuri sana anajulikana kama Desmond Tutu. Tutu alikuwa ni askofu, lakini alipinga ubaguzi wa rangi, Sio Wakristo peke yake, hata jamii ya wahindi wanaye Dalai Lama ambaye amekuwa kiongozi wa kidini ambaye nyakati zote alipinga uonevu, ukoloni, utumwa na mambo mengine kama hayo. Katika msingi kama huo nilitegemea na wakati wote hutegemea kuona viongozi wa dini wakisimama katika katika haki, wakizungumza katika haki. Nimemsikia uh, askofu Wolfgang Pisa rais wa tek baraza la maskofu katoliki Tanzania, anauliza swali gumu sana. Anasema hivi, wanaoharibu amani ni wale ambao wanavuruga chaguzi ziwe kwa interest zao au wale ambao wanaosema kwamba katika mazingira ya sasa hakuna haki? Ni muhimu tukakaa mezani tuweze kujadiliana. Askofu askofu askofu Pisa ambaye ni, ni, ni, ni, ni, ni rais wa baraza la maskofu pia anauliza hivyo. Nimemsikiliza pia bishop so rais wa eh, I mean, eh, kiongozi mkuu wa zamani wa kanisa la, uh, la KKKT ambaye ni askofu kule Kilimanjaro, yeye anasema polisi msitumike vibaya kwenye uchaguzi, kuvuruga uchaguzi, maana chaguzi za sasa zimekuwa mbaya, akilifaa zile chaguzi mbili zilivyofanyika. Na askofu anapozungumza hivi, anazungumza kwa hekima sana. Ana, anawaeleza wenye mamlaka, msiwaingilie, msiwaingize polisi kwenye siasa <laughs> kwa uzoefu wangu mimi, eh, wananchi wenzangu wa Butimba hawa wa Maina wa Luchelele wa Lwanyima hawana mamlaka ya kuwatuma polisi, hawana mamlaka ya kuambia polisi fanyeni hiki ama kile. Wanaowatuma ni hawa walioko kwenye dola. Kwa hiyo unaona, maskofu wengi wamezungumzia jambo hilo, ni ni jambo jema, jambo jema. Maskofu wakiamua, viongozi wa dini bila kujali madhehebu yao, wakiamua, haki itapatikana. Jo, Joseph Kabila wa Kongo wa, wa, wa, wa alitaka kung'ang'ania madarakani eh, viongozi wa kanisa Katoliki waliongoza maandamano kule kule Kongo waliongoza maandamano kule Kongo na Kabila akaahirisha kuongeza kuhonge, mwaka wake wa tatu. E, ukafanyika uchaguzi ambapo chama chake kilianguka. Kwa hiyo maaskofu wa Kongo walikuwa very bold, walitoa kauli kama hii zilivyoshindikana, walienda hatua inayofuata mbele, wanaongoza ibada asubuhi, mchana wako kwenye maandamano, wanaandamana haki iweze kutendeka. Nitoe wito kwa watawala ndio, wito kwa watawala na na, ni bahati mbaya watawala wanawachukulia poa sana viongozi wa dini, wanawachukulia poa sana. Nilimsikiliza Paul Christian Makonda juzi, anawaambia viongozi wa dini ubilini kuhusu dini, siasa msijadili, msijadili siasa kabisa. Ni aibu yani, ni aibu yani, viongozi wa kiroho kupangiwa cha kuzungumza na wanasiasa ni jambo baya yani. Kwa maoni yangu mimi, mambo ya rohoni ndio yanayoamua mambo ya mwilini sasa maajenti wa mambo ya rohoni ni viongozi wa kidini ndo wanazungumza kwa niaba ya Mwenyezi Mungu, Mungu aliye wa haki, Mungu aliye wa upendo, Mungu aliye wa umoja, Mungu ambaye ana, ana, anataka hivyo vitu vitendeke. Viongozi wa dini waliosimama katika Mungu sio, sio viongozi wa dini wanaopewa wa bahasha wakipewa wa bahasha wanasahau kabisa misheni ambayo wamepewa na Mwenyezi Mungu ya kusimamia haki. Nazungumzia viongozi wa dini ambao wamekana nafsi zao, wakaona wasimame kwa ajili ya nchi na waunga mkono. Wasiishie hapo, nikirejea kauli tena ya Baba Wolfgang, askof, eh, Pisa, eh, askofu wa Lindi na rais wa Baraza la Maskofu. Anasema muda wa kufanya reforms unatosha. Yaani huu muda unatosha kabisa kuweza kufanya reforms za kikatiba na za kisheria ili uchaguzi uwe huru na wa haki. Viongozi na watawala wasishupaze shingo zao, wasikilize viongozi wa dini kwanza, wamwachilie huru Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ambaye pia ni wito uliotolewa na viongozi wa dini. Moja, mbili, tukaandike reforms, mabadiliko ya kikatiba na ya kisheria katika maeneo yanayohusu uchaguzi, tukawe na chaguzi hizo huru. Narejea na tena katika swali ambalo ulikuwa umekwisha kuanza kulipatia majibu: kwa nini wanasiasa hamtaki kuona wakati fulani viongozi wa dini wakijihusisha na masuala ya siasa? okay, okay. Ukisema viongozi wa dini wa viongozi wa kisiasa hamtaki, unawajumlisha wote wanasiasa, watawala ambao nyendo zao zina kona, kona, wasiokuwa na uadilifu, wanaocheza na chaguzi, ambao serikali zao zinavumilia watu kuuawa na kupotezwa katika nchi hawa, hawataki kuona viongozi wa dini wakizungumza. Hawataki kabisa kuona viongozi wa kidini wakizungumza, kwa sababu taasisi za kidini viongozi wake, kwanza wanaaminika, pili wana credibility. Tatu wanazungumzia haki, nne wana mtandao zungumzia mfano Kanisa Katoliki lina mtandao kuanzia Vatican mpaka kwenye jumuiya unakoishi. Uwezi ukavumilia kanisa kama hilo linapotoa matamko makali ambayo wewe utayaona yako against you, kwa sababu wana credibility, wanaaminika, wana authority, wana power, wana network, wana trust ya watu wao. Katika mazingira kama hayo, katika mazingira kama hayo, hata kama wewe ungekuwa ni mtawala halafu mambo yako hayajanyoka, usinge tamani kabisa viongozi wa dini waweze kuzungumzia mambo ambayo utaona yako against your your leaders. Kuna wakati fulani matamko yanayotolewa na viongozi wa dini yanatazamwa zaidi pengine katika mtazamo wa kiimani, si hoja ambazo zimeibuliwa pengine. Tatizo unaona ni nini hasa pindi ambapo hisia kama hizo zinaibuka katika mazingira ya serikali ama jamii yoyote ile ulimwenguni. Kwanza, sio wote ambao wanatazama katika mtazamo wa kiimani. Lazima uelewe kwamba tuko katika dunia iliyojaa propaganda, iliyojaa deep fakes, iliyojaa wahamisha ajenda, iliyojaa any kind of information disorder. Mambo hayo yanafanyika ili kuhamisha mjadala, mambo hayo yanafanyika ili kuhamisha mjadala lakini huko nyuma tuliwahi kuwa na rais Magufuli, Mkatoliki, aliyemnyang'anya passport ya kusafiria askofu Severine niwe Mugizi, mkatoliki mwenzake. Kwa hiyo issue ya dini <coughs> sio kigezo cha watu walioamua kusimama na Mungu. Hili hili baraza la maskofu, wakati wa Magufuli, watu walipokuwa wanatekwa na kuuawa, liliandika waraka wa kanisa Katoliki ambao ulikuwa unajibu una unajibu ile ile i, i, i, Je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Baada ya Kaini kuwa amemuua Habili, Mungu alimuuliza Kaini, yuko wapi ndugu yako? Kaini akamjibu Mwenyezi Mungu, je mimi ni ndugu, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? <laughs> Kwa hiyo unaona kabisa kwamba viongozi wa dini hawatazami dini ya mtu, hawatazami dini ya mtu uto wangu. Watawala wawasikilize viongozi wa dini. No reform, no election. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Shukrani sana.